Usiku wa pili katika jiji la Cairo nchini Misri ulikuwa umetawaliwa na harufu ya vumbi lililoloa na kuzivamia pua zake, akaivuta hewa ile kwa raha, kwani aliipenda harufu yake siku zote. Profesa Zahra Amiri alisimama katika kizimba cha juu ya hoteli kongwe katika mji huo inayojulikana kama Cleopatra Palace, akitazama mwanga wa mwezi uliogonga minara ya kale ya jiji hilo na kufanya jiji lipendeze mithili ya kiguadoli katika harusi yake ya kwanza. Alikuwa amerejea Misri kwa mara ya kwanza baada ya miaka sita, lakini usiku huu moyo wake haukutulia, ulidunda mfano wa kitenesi. Bahati mbaya hakuijua sababu. Alisikia ngurumo nyepesi kivuma kana kwamba mvua ilikuwa jirani kunyesha. Tena kwenye mkono wake alishika barua ya zamani iliyoandikwa kwa wino ulioanza kukauka na kuongeza uzito wa karatasi misumari mitatu wanayoitafuta si ya historia, ni ya hatima ya dunia nzima. Ukiona utajitambua, na ukishajitambua dunia haitabaki kama ilivyo. Baba yako. Zahara alimeza mate kwa ugumu mithili ya kokoto. Baba yake alifariki miaka saba iliyopita, lakini cheti cha uchunguzi wa maiti kilisema amekufa kwa ajali ya kuungua kwa moto. Hakukuwa na kitu kilichowahi kumwingia kilini mpaka jana usiku alipopata barua hii ikiwa na muhuri wa Cleopatra, muhuri ambao hakuna mtu duniani angetakiwa kuona. Ghafla simu yake lilia. Ndio, aliitikia kwa sauti ya tahadhari. kuna mtu ameuawa, ikasema sauti ya kiume iliyo na hofu. Mlango wa chumba 309 hoteli unaokaa sasa maiti hiyo inahusiana na jina lako na mimi, akauliza kwa uhaka kabisa, na hilo ndilo onyo langu la mwisho, ondoka Cairo usiku huu huu. Simu ilikatika. Halo, hii ni channel mpya Mr. Paper, nyumba ya simulizi za kusisimua zilizojaa taharuki. Tafadhali usisahau kusubscribe, kushare like na comment. Asante.